tuko kwenye uongofu au upotofu ulio wazi. Qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma tamalun. Sema, nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliyoyafanya, wala sisi hatutaulizwa kwa mnayo yatenda nyinyi.

ikiwa nyinyi mnasema kweli. Qul lakum miadu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun, Sema nyinyi mnayo miadi ya siku ambayo hamtaakhirika nayo kwa saa moja, wala hamtaitangulia.

na ungeliwaona madhalimu watakaposimamishwa mbele ya Mola wao mlezi. Yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru lawla antum lakunna mu'minin, wakirudishiana maneno wao kwa wao, wanyonge wakiwaambia waliotakabaru lau kuwa si nyinyi, bila shaka ungelikuwa waumini. sisi qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ufu anahnu saddadnakum anil huda ba'da idh jaakum bal kuntum mujrimin, waliotakabaru watawaambia wanyonge, kwani sisi ndio tuliokuzuieni na uongofu baada ya kukujieni, bali nyinyi wenyewe

na tumfanyie washirika wasaru nadama lamma ra'u al'adhab wa ja'alna al'aghlal fi a'naq alladhina kafaru hal yujzauna ila ma kanu ya'malun, nao wataficha majuto watakapoiona adhabu na tutaweka makongwa shingoni mwao waliokufuru, kwani wanalipwa ila kwa waliokuwa wakiyatenda. Wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun, na hatukumtuma mwonyaji yoyote kwenye mji ila walisema waliojiendekeza kwa starehe zao wa mji huo, hakika sisi tunayakataa hayo mliyotumwa nayo.

hakika Mola wangu wa mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha amtakaye, lakini watu wengi hawajui. wama amwalukum wala auladukum billati tuqaribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha, na wala si mali yenu wala watoto wenu watakokukaribisheni kwetu muwe karibu isipokuwa aliyeamini na akatenda mema. fa ulaika lahum jazaa'ud dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Au basi watapata malipo maradufu kwa walioyafanya, wa nao watakuwa salama katika maghorofa.

Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin Sema kwa hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha mtakaye katika waja wake na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa naye ni mbora wa wanao ruzuku

bal kanu ya'budun al-jinna aktharuhum bihim mu'minun, waseme subhanak, umetakasika wewe, ndiye kipenzi chetu si hao bali, wao walikuwa wakiwaabudu majini, wengi wao wakiwaamini hao flyum la ymlk bdkm lbdi nfa wla dra wnqul lildhin almuu dhuqu dhabnari lti kuntum bha tukdhibun, hii leo hataweza yoyote kumletea nafuu wala madhara mwenzie, na tutawaambia waliodhulumu onjeni adhabu ya moto.

waqalu ma hadha illa ifkun muftara wa qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin na wakasema, haya si chochote ila ni uongo uliozuliwa, wali na waliokufuru waliiambia haki ilipowajia, haya si chochote ila ni uchawi uliodhahir

wakadhaba alladhina min qablihim wa ma balaghuu mishara ma, ma ataynahum fakadhabuu rusuli fakifa fa kan nakir. Na walikadhibisha waliokuwa kabla yao na hawakufikiria hata sehemu moja katika kumi ya tulivyo na tulivyowapa hao, nao waliwakadhibisha mitume wangu, basi kuangamiza kwangu kulikuwa namna gani?